Ni siri gani zinazofichwa katika shimo la kuzimu? Muhtasari wa filamu The Gorge, filamu inayoongozwa na Scott Derrickson maarufu kwa Doctor Strange na The Black Phone, inachanganya vipengele vya msisimko, mapenzi na hofu ili kuunda simulizi la kusisimua. Filamu hii ni ya mwendo wa taratibu lakini yenye mshikamano, ikijikita zaidi kwenye wahusika wake wake wawili wakuu, Levi na Drasa, Anya Taylor-Joy. Wote wawili ni wanajeshi mahiri wa kulenga shabaha lakini wanajikuta wakihusishwa katika operesheni ambayo hawaelewi kikamilifu. Kazi yao ni kuwekwa kwenye mnara wa uangalizi pande tofauti za korongo, huku wakipewa maagizo makali wasifanye mawasiliano kati yao. Hata hivyo, wanakiuka agizo hilo, wakaanza kuelewana na kugundua kuwa wanafanana kwa namna fulani. Lakini hali inabadilika ghafla na mambo yanaharibika kwa kasi isiyotarajiwa. Je, ni siri gani zilizofichwa katika korongo hilo? Na nini ni hatima ya wahusika hawa wawili? ili kuelewa jinsi filamu hii inavyofunua fumbo lake. Baada ya miezi kadhaa wakichunguza kambi zao, Levi na Drasa wanajikuta wakianza kuchoka na upweke wa mazingira yao. Hatimaye, wanavunja ukimya kwa kuwasiliana kwa kutumia mabango makubwa yaliyoandikwa ujumbe, wakisoma kupitia darubini zao. Kwa Drasa, hali inakuwa ngumu zaidi kwani bado anataabika na mawazo juu ya baba yake, ambaye alimwambia kuwa angejitoa uhai wakati yeye akiwa mbali. Ingawa mazungumzo yao yanaanza kwa utani na hali ya wepesi, yakionyesha kuwa wanashabihiana kifikra na kihisia, hali inachukua mwelekeo wa kutisha ghafla. Livi anapoangalia kwa darubini yake, anaona viumbe wa ajabu wakipanda ukuta wa korongo. Wanaonekana si tu kuwa na akili, bali pia kuwa na uwezo wa kimwili wa kushambulia. Huu ni uthibitisho wa kwanza kwamba hatari inayowazunguka ni halisi. Kama viumbe hawa watafanikiwa kufika kwenye minara yao ya uangalizi, basi maisha yao yako hatarini. Baada ya kuwashinda viumbe hao wa kutisha Livy anatumia waya wa zipline kuvuka kwenda kwa Drasa, na wawili hao wanashiriki chakula cha kimapenzi ambacho kinaishia kwa busu. Licha ya muda mfupi waliokuwa nao pamoja, uhusiano wao unakuwa haraka kutokana na uzoefu wao wa pamoja na mzigo wa hatia ya kuwa watu wengine. Hata hivyo, wakati Livy anaporejea kwenye mnara wake, zipline inakatika ghafla na kumwangusha ndani ya korongo bila kusita Drasa anamfuata ili kuhakikisha usalama wake. Kwa mara ya kwanza filamu The Gorge inatuonyesha kinachofichwa chini ya ukungu mzito wa korongo. Mazingira hayo yanaonekana kuwa ya rangi ya kaharabu yakiwa na mandhari isiyo na uhai, huku ukungu ukitanda kila mahali. Hapa ndipo filamu inabadilika kutoka kuwa simulizi ya mapenzi hadi kuwa msisimko wa kisayansi na hatua ya action. Levi na Drasa wanapambana na Hollow Men wengi kadri wawezavyo, huku wakijaribu kupata njia ya kurejea salama. Wakati wa vita hiyo wanajikuta ndani ya kanisa la zamani ambapo wanakutana na mabaki ya mifupa ya watu waliokufa, kila mmoja akiwa na chupa ya chanide mkononi. Tendo hili linawafanya kujiuliza ni jambo gani baya kiasi cha kuwafanya watu hawa waamwe kujiwa badala ya kukabiliana nalo. Asili ya Hollow Men. Baada ya Drasa kutekwa Levi anamfuata kwa ujasiri na kumwokoa, lakini kwa bahati mbaya wanajikuta ndani ya kituo cha utafiti cha zamani. Wakati wanachunguza, wanapata jenereta ya zamani na mkanda wa video. Wanapocheza video hiyo, mwanasayansi anaonekana akieleza kuwa kituo hicho kilijengwa kwa ajili ya kuunda silaha ya kemikali yenye nguvu sawa na bomu la nyuklia. Hata hivyo, majaribio yao yalienda mrama na kusababisha sumu hatari ambayo iliwageuza wanadamu kuwa viumbe waliobadilika kimaumbile, wakichanganya DNA zao na mimea na wanyama. Matokeo yake yakawa hawa Hollow Men. Ufunuo huu wa kutisha unawaacha Levi na Drasa wakijiuliza maswali mengi. Je, kuna njia ya kutoroka? Je, bado kuna mtu yeyote aliye hai anayejua jinsi ya kuangamiza sumu hii, au wao pia watakuwa wahanga wa majaribio haya yaliyofeli? Ikiwa unapenda filamu zenye mchanganyiko wa mapenzi, vitendo na mafumbo ya kisayansi, basi The Gorge ni filamu usiyopaswa kukosa. Hadithi ya livi na Drasa inakufanya usiache kujiuliza ikiwa watafanikiwa kunusurika dhidi ya Hollow Men na kufichua siri nzito iliyojificha ndani ya korongo. Filamu hii inakupa mchanganyiko wa msisimko na taharuki, huku ikikufanya ujiulize, je, kweli kuna njia ya kuishi baada ya kugundua siri ambayo haipaswi kujulikana? Ikiwa unatafuta filamu inayokushikilia mwanzo hadi mwisho na kukupa hisia kali, basi hakikisha unaifuatilia The Gorge na ujionee mwenyewe hatima ya Levi na Drasa.